Wito huo umetolewa na afisa ya utalii pori hilo, Bi Upendo Kimaro alipokuwa akizungumza na Hope Channel Tanzania. Bi Kimaro amesema kuwa mwaka huu sherehe hizo zitakuwa za kipekee, kwani zitaambatana na uzinduzi wa vivutio maalum vilivyopo ndani ya hifadhi hiyo ambavyo havijawahi kufikiwa. Hifadhi yetu huwa inaadhimisha siku ya maporomoko ya maji duniani ambayo hufanyika tarehe 16 Juni ya kila mwaka na hifadhi inakwenda kuadhimisha siku ya maporomoko ya maji mwaka huu a elfu mbili na ishirini na tano, ambayo itakuwa ni msimu wa tatu tangu tuanze kuadhimisha, ambavyo tulianza mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Tunawakaribisha Watanzania na wasio wa Tanzania kuja kuadhimisha na sisi siku ya maporomoko ya maji duniani, ambapo siku hiyo tutakuwa tuna utalii wa mchana kwenye maporomoko ya maji lakini pia tutafanya utalii wa wakati wa usiku kwenye maporomoko ya maji. Lakini kwenye hiyo siku ya maporomoko ya maji kwa wakati wa mchana utakuwa na michezo mbalimbali mbali ambayo itakuwa inaendelea, pamoja na kutembelea vivutio ambavyo havijawahi kutembelewa. Tunasema tunazindua vivutio vipya, ambapo tutakuwa tunazindua barabara inayoelekea kwenye bustani ya dunia. Hifadhi ina sehemu ya bustani ambayo ina maua na spishi zaidi ya mia nne za maua. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza hifadhi uh, itakwenda kufikisha wageni wake kwenye lile eneo ambalo lina bustani ya dunia lakini pia kutakuwa na uzinduzi wa maporomoko mapya ya maji ambayo yanakwenda kwa jina la Tawa, ila pia kutakuwa na uzinduzi wa wimbo ambao unaelezea uzuri na ubora wa hifadhi yetu ya Mpanga Kipengele. Kutakuwa pia na utalii wa wakati wa usiku siku hiyo hiyo ya maporomoko ya maji duniani. Kwa upande wake askari mhifadhi na mwongozaji wa talii, Bwana Leonard Nsajigwa amesema hifadhi ya Mpanga Kipengele ni ya kipekee barani Afrika na duniani kote, kutokana na mandhari nzuri ya kuvutia na uwepo wa zaidi ya maporomoko ya maji hamsini na maua ya kuvutia. Hifadhi ya Mpanga Kipengele ni pekee wake huko kwenye uwepo wa maporomoko mengi zaidi ya maji ambayo maji yake huwa ni maji onyeshi ni angavu unaweza ukayatazama ukaona kina, lakini pia maporomoko yake huwa yanaruhusu mtu kuyaishi, kuogelea, eh, kulala kwenye miamba, kuingia kwenye vyumba vya siri vya kwenye maji. Kipengele ni eneo ambalo lina bustani kubwa ya maua wa Afrika yenye kilomita square zaidi ya mia tano. Kwao inakuwa ni hifadhi ambayo ina mvuto wa mandhari, mandhari kuliko hifadhi yoyote duniani. Tunajivunia uwepo wa maporomoko ya maji zaidi ya hamsini, lakini pia na historia, machifu wawili, Chifu Merere na Chifu Mkwao. Kwa pamoja, nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbea, mimi ni Samwel Mpogole.